Niko poa sana zima, upo heri, upo upo, lakini tunakonda eh? Tunakonda. Kwa nini tena? Simba inatukondesha kaka. Eh? Kaka tunakonda mpaka <laughs> semaja, anasema kama una moyo mm, njoo uwanjani yeah, kama una moyo baki nyumbani mm. Tunaumia, tuna sana kuna namna tunaumia bana, tuanzie hapa. Zimefanywa sajili na kandarasi mbalimbali za maingizo mapya ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Tumeona golikipa ametambulishwa kutoka taifa la Nisha, lakini pia vilevile vile, Nixon Kibabage ametambulishwa ndani ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club Toure, naye pia ametambulishwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club Li haba, lakini tukifika mpaka majira ya saa nne, mm -hmm. bado tena mnyama tena anaendelea kupasua vichwa vingine ndani ya ardhi ya Tanzania na sajili za Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Naona mabadiliko ya hali ya juu yanafanywa na kikosi chenu kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Ah, mimi kwa, kwa mimi ninavyoona kwa Simba yetu na kikosi chetu, hakuna mchezaji ambao wanakuwa ni mbaya anapokuja Simba, hakuna hakuna mchezaji ni mbaya anapokuja Simba, ila ni namna gani sisi tutawalinda wachezaji wetu, tutawalinda ni namna gani, wachezaji wetu basi tutawalinda wachezaji wetu. Unajua ndugu zangu, wachezaji wamekuja ni wengi sana ambao ni wazuri. Wakina Chikwende alishawahi kuwika huko kwenye timu yake, akaja Simba akafeli. Kwa nini anafeli wachezaji? Kuna mikakati fulani nje ya uwanja, sawa? Kwa sisi ambao tunajua mambo kama hayo, ni namna gani ushindi unapatikana vipi, tunajuaga sisi mashabiki. Sasa wachezaji wameletwa ni wazuri, lakini tutawalindaje? Tutawalindaje wachezaji wetu hmm. Na viongozi watashirikiana na sisi kwa ajili ya kuwalinda wachezaji wetu hmm. eh? Wachezaji ni wazuri, wanakuja hapa, wanapigwa misumari, wachezaji wanaonekana hawafai lakini wakitoka hapa akina Shemaloni Mfondo wakitoka hapo anaonekana kule wanafaa, wanawika mm. Umeona? Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba ni jinsi gani tutawalinda wachezaji wetu. Wachezaji tunasajiliwa ni wazuri, tutawalindaje ili wakae katika ubora wao mm. Tumeona budo mm. Budo katoka kule kwao, wanawaka budo ni mzuri, anateleza umeona bwana, ila mwisho wa siku anakuja huku budo atumwelewi analukaluka tu. Ni nini kinawasibu ndio maana tunasema kwamba viongozi watuachie na sisi, sisi tunaweza hmm. hey, sisi pia tunaweza yaani sisi mashabiki, kama mashabiki uh -huh. tunaweza kuwafanya jambo kufanya jambo mpaka wachezaji wetu ukawalinda, wakakaa kwenye fomi yao nzuri, mpaka wakachukuliwa nje ya nchi. Sakho, si huyo hapa alikuja? uh -huh. alikuja Sakho, alikuwa alikuwa ni mzuri, al, alikaa Sakho kwa muda mchache, Sakho akaonekana si, si, si, si Sakho tena uh -huh. baadaye Sakho alivyorudi kwao alivyorudi alivyorudi tena Tanzania yeah, akafunga goli eh akafanya, mm. hey, akafanya ja, hivi kunyunyiza hey, yeah. kwamba kuna mambo huwa anafanyika hapa tu. Tujaribu kuwalinda wachezaji wetu mm. Wachezaji tunaletewa ni wazuri mm. Kibabage ni mzuri yeah. ila moja tu sehemu ambayo mimi kidogo kinaletea ukakasi yeah. kwa upande wa wangu mimi Kibabage. chota chama basi chama. ukakasi wa namna gani huo? Yaani, mimi mchezaji yani mpaka tunamrudisha yule, na maana sisi tumesha tumefeli. Yaani mpaka unamrudisha mchezaji ambao ametoka Simba, tukamwona sisi ni mzito, hatufai, akaenda Yanga, umona, akatoka Yanga, na, na Yanga alikuwa anaingia, alikuwa anaingia sabu, alikuwa aanzi, anatoka Yanga anaenda Singida, Singida pale anaondoka free agent, leo huyu unamrudisha ni nini? Ni, shida ndugu zangu yeah. lazima tu, tuongee ukweli mm. Unapomrudisha mchezaji kama yule umefeli. Kwa hiyo yu ina maana unapomrejesha Chama ndani ya kikosi mmefeli, wekundu wa Msimbazi tumefeli, Chama tumefeli yeah. Kuna mchezaji ambao unaweza ukaniambia kwamba alikuwa ame, ameenda Yanga yeah. Mpaka anarudi Simba yeah. performance yake kawa ni ile ile yeah. Sawa, ni Emmanuel Okwi mm-hmm. Emmanuel Okwi alienda, alienda Yanga, Yanga uh, Manji. Manji. Ali, kwa sababu yule bosi wao wa Yanga marehemu sawa Manji alimtaka kwa gharama yoyote mm. Akaenda akala hela za, za, za Manji akarudi Simba mm. Akakiwasha. Shukrani sana. Nashukuru sana.